Kitabu cha Yeremia sura ya 25 na 26. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, ni muda mwingine tena mzuri tunakutana kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha sana mpendwa uweze kuandaa Biblia yako, karibu ili tunaposoma na wewe unafuatilizia, na tunaendelea na kitabu cha Yeremia. Tusali Jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ambapo Baba unaendelea kutuunganisha kusoma neno lako. Ama hakika neno lako ni taa miguu yetu, ni tamu mno. E Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, ili Bwana tuendelee kuimarika na tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea kusoma Biblia na leo tunasoma kitabu cha Yeremia sura ya ishirini na tano na ya ishirini na sita. Mlango wa ishirini na tano. Neno hili ndilo lililomjia li Yeremia katika habari za watu wote wa Yuda, katika mwaka wa nne wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda; mwaka ule ndiyo mwaka wa kwanza wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, ambalo Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema tangu mwaka wa kumi na tatu wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda hata siku hii ya leo, miaka hii ishirini na mitatu neno la Bwana limenijia nami nimesema nanyi, nikiamka mapema na kusema, lakini ninyi hamkusikiliza. Naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkusikiliza, wala hamkutega masikio yenu msikilize Akasema, rudini sasa, kila mtu na aiache njia yake mbaya, uacheni uovu wa matendo yenu, mkaye katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi na baba zenu tangu zamani za kale na hata milele; wala msiwafuate miungu mingine ili kuwatumikia na kuwasujudia, wala msinikasirishe kwa kazi ya mikono yenu, basi mimi sitawadhuru ninyi kwa dhara lolote. Lakini ninyi hamkunisikiliza asema Bwana, ili mnikasirishe kwa kazi ya mikono yenu, na kujidhuru nafsi zenu. Basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni, nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe kwa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu yao wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka sabini na itakuwa miaka hiyo sabini itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia; nami nitaifanya kuwa ukiwa wa milele. Nami nitaleta juu ya nchi ile maneno yangu yote niliyoyanena juu yake, naam yote yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki, aliyoyatabiri Yeremia juu ya mataifa haya yote; kwa maana mataifa mengi nayo wafalme wakuu watakutumikisha; naam hao pia, nami nitawalipa kwa kadiri ya matendo yao na kwa kadiri ya kazi ya mikono yao. Maana Bwana Mungu wa Israeli aniambia hivi: pokea kikombe cha divai ya ghadhabu hii mkononi mwangu, ukawanyweshe mataifa ambao nitakupeleka kwao, nao watakunywa na kulewalewa na kufanya wazimu kwa sababu ya upanga nitakaupeleka kati yao ndipo nikakipokea kikombe kile mkononi mwa Bwana nikawanywesha mataifa yote ambao Bwana alinipeleka kwao, yaani Yerusalemu na miji ya Yuda na wafalme wake na wakuu wake, ili kuwafanya kuwa ukiwa na ajabu na mazomeo na laana, vile vile kama ilivyo leo; Farao mfalme wa Misri na watumishi wake na wakuu wake na watu wake wote na watu wote waliochanganyika pamoja na wafalme wote wa nchi ya Uzi na wafalme wote wa nchi ya Wafilisti na Ashkeloni na Gaza na Ekroni na mabaki ya Ashdodi, Edomu na Moabu na wana wa Amoni na wafalme wa Tiro na wafalme wote wa Sidoni na wafalme wote wa kisiwa kilicho ng'ambo ya pili ya bahari Dedani na Tema na Buzi na watu wote wakatao denge na wafalme wote wa Arabuni na wafalme wote wa watu waliochanganyika wakaao jangwani, na wafalme wote wa Zimri na wafalme wote wa Elamu na wafalme wote wa Wamedi na wafalme wote wa kaskazini walio mbali na waliokaribu wote, pamoja na wafalme wote wa dunia wakao juu ya uso wa dunia. Na mfalme wa Sheshaki atakunywa baada yao. Nawe utawaambia hivi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: Nyweni na kulewa, na kutapika, na kuanguka, msiinuke tena, kwa sababu ya upanga nitakaoupeleka kati yenu. Tena itakuwa kama wakikataa kukipokea kikombe kile mkononi mwako wanywe, ndipo utakapowaambia, Bwana wa majeshi asema hivi, lazima mtakunywa. Maana angalieni, ninaanza kutenda mabaya katika mji uitoo kwa jina langu. Je, mtaachiliwa ninyi msiadhibiwe? Hamtaachiliwa msiadhibiwe, kwa maana nitautia upanga ule uwapige wote wakao katika dunia, asema Bwana wa majeshi. Basi tabiri wewe maneno haya yote juu yao na kuambia Bwana atanguruma toka juu, naye atatoa sauti yake toka patakatifu pake. Atanguruma sana juu ya zizi lake, atapiga kelele kama mtu akanyaga zabibu, juu ya wenyeji wote wa dunia. Mshindo utafika hata mwisho wa dunia. Maana Bwana ana mashindano na mataifa, atateta na watu wote wenye mwili, na waovu atawatoa wauawe kwa upanga, asema Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa, na tufani kuu itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa. Watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Pigeni yowe enyi wachungaji, na kulia na kugaagaa katika majivu, enyi mliohodari katika makundi, maana siku za kuuawa kwenu zimetimia kabisa, nami nitawavunja vipande vipande, nanyi mtaanguka kama chombo cha anasa. Nao wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbia, wala waliohodari katika kundi hawataokoka. Sauti ya kilio cha wachungaji na sauti ya kupiga yowe kwao, waliohodari katika kundi, kwa maana Bwana anayaharibu malisho yao, na mazizi yenye ya amani yamenyamazishwa, kwa sababu ya hasira kali ya Bwana. Ameacha mahali pake pa kujificha kama simba, maana nchi yao imekuwa kitu cha kushangaza, kwa sababu ya ukali wa upanga uone yao, na kwa sababu ya hasira yake kali. Mlango wa ishirini na sita Mwanzo wa kumiliki kwake Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, neno hili lilitoka kwa Bwana kusema, Bwana asema hivi, simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Sema nao maneno yote ninayokuamuru kuambia, usizuie hata neno moja. Labda watasikia na kughairi na kuacha kila mtu njia yake mbaya, ili ni ghairi mabaya niliyokusudia kuwatenda kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Nawe utawaambia Bwana asema hivi: kama hamtaki kunisikia, kwenda katika sheria yangu nilioiweka mbele yenu, kuyasikiliza maneno ya watumishi wangu manabii, ninaowatuma kwenu, naam, nikiondoka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkuwasikiliza, basi nitafanya nyumba hii kuwa kama Shilo, na mji huu nitaufanya kuwa laana kwa taifa zote za dunia. Na makuhani na manabii na watu wote wakamsikia Yeremia hapo aliposema maneno haya katika nyumba ya Bwana. Ikawa Yeremia alipokuwa amekwisha kusema maneno yote Bwana aliyomwamuru kuambia watu wote, ndipo hao makuhani na manabii na watu wote wakamkamata, wakisema, bila shaka utakufa. Kwa nini umetabiri kwa jina la Bwana Ukisema nyumba hii itakuwa kama Shilo, na mji huu utakuwa ukiwa, hautakaliwa na mtu? Watu wote wakamkusanyikia Yeremia katika nyumba ya Bwana. Na wakuu wa Yuda waliposikia habari za mambo haya, wakatoka katika nyumba ya mfalme, wakapanda juu mpaka nyumbani kwa Bwana, wakaketi hapo. Watu waingia hapo katika lango jipya la nyumba ya Bwana. Ndipo hapo makuhani na manabii wakawaambia wakuu na watu wote wakisema, mtu huyo amestahili kufa kwa sababu ametabiri juu ya mji huu, kama mlivyosikia kwa maneno yenu. Ndipo Yeremia akawaambia wakuu wote na watu wote, akisema, Bwana ndiye aliyenituma kutabiri juu ya nyumba hii na juu ya mji huu, maneno hayo yote mliyoyasikia. Basi sasa tengenezeni njia zenu na matendo yenu, mkaisikilize sauti ya Bwana Mungu wenu, naye Bwana atayaghairi mabaya aliyoyanena juu yenu. Lakini kwangu mimi, tazama, mimi nipo hapa mikononi mwenu, nitendeni myaonayo kuwa mema na haki mbele ya macho yenu. Lakini jueni yakini ya kuwa mkiniua, mtajiletea juu yenu damu isiyo na hatia, itakuwa juu yenu na juu ya mji huu na juu ya wenyeji wake, kwa maana ni kweli Bwana amenituma kwenu kuwaambieni yote mliyoyasikia. Ndipo na wakuu watu wote wakawaambia makuhani na manabii wakisema, mtu huyu hastahili kuuawa, kwa maana amesema nasi katika jina la Bwana Mungu wetu. Ndipo watu kadha wakadha miongoni mwa wazee wa nchi wakaondoka wakanena na mkutano wa watu wakisema, Mikaya Mmorashti alitabiri katika siku za Hezekia mfalme wa Yuda, akasema na watu wote wa Yuda ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi, Sayuni utalimwa kama shamba lilimwavyo, na Yerusalemu utakuwa magofu, na mlima wa nyumba utakuwa kama mahali palipoinuka msituni. Je, Hezekia mfalme wa Yuda na watu wote wa Yuda walimuua Mikaya? Je, hakumcha Bwana na kumwomba Bwana awafadhili? naye Bwana akaghairi asiyatende mabaya yale aliyotamka juu yao. Na sisi tungetenda mabaya makuu juu ya roho zetu. Tena kulikuwa na mtu aliyetabiri katika jina la Bwana, Uria mwana wa Shemaya wa Kiriathiyearimu, yeye naye alitabiri juu ya mji huu na juu ya nchi hii sawa sawa na maneno yote ya Yeremia. Na Yehoyakimu mfalme na mashujaa wake wote na wakuu wake wote waliposikia maneno yake, mfalme akataka kumuua lakini Uria alipopata habari aliogopa, akakimbia, akaenda Misri. Basi mfalme Yehoyakimu akatuma watu waende Misri, Elnathani mwana wa Akbori na watu wengine pamoja naye, kwenda Misri. wakamtoa Uria katika Misri, wakamleta kwa Yehoyakimu mfalme, naye akamuo kwa upanga, akamtupa yule maiti katika makaburi ya watu wasio na cheo. Lakini mkono wa Ahikamu mwana wa Shafani ulikuwa pamoja na Yeremia, wasimtie katika mikono ya watu au wawe